ni wa kale wa Roma unajikuta tena kuwa uwanja wa diplomasia muhimu. Wawakilishi kutoka Marekani na Iran wamekusanyika, japo kwa njia isiyo ya moja kwa moja, ili kushiriki katika duru ya pili ya mazungumzo ya nyuklia. Mazungumzo haya yakisimamiwa na wanadiplomasia wa Omani yanawakilisha hatua ya awali kuelekea kusuluhisha mkwamo wa muda mrefu kuhusu matamanio ya nyuklia ya Iran. Ukweli kwamba mazungumzo haya yanafanyika baada ya miezi ya kuongezeka kwa mvutano hutoa mwanga wa matumaini kwa suluhisho la kidiplomasia. Uamuzi wa kuanza tena mazungumzo, japo dhaifu, unaonyesha pande zote mbili zinatambua hatari ya mzozo. Jumuiya ya kimataifa iliyochoshwa na migogoro inatazama kwa matumaini huku ikiwa na tahadhari, ikitarajia mafanikio ambayo yanaweza kuzuia kuongezeka kwa janga katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, chini ya uso wa dansi hii ya kidiplomasia, kuna kisima kirefu cha kutoaminiana na historia ya ahadi zilizovunjwa, ikitupa kivuli kirefu juu ya mchakato huo. Mafanikio ya mazungumzo haya hayajahakikishwa. Mgawanyiko mkubwa unabaki juu ya masuala ya msingi yaliyo moyoni mwa mzozo huo. Njia iliyo mbele imejaa vikwazo na matokeo yake bado hayajulikani. Duru hii ya pili ya mazungumzo inafuatia mkutano wa awali uliofanyika pia Roma wiki kadhaa zilizopita. Ingawa maelezo machache halisi yalitoka katika mkutano huo wa kwanza, ukweli kwamba pande zote mbili zilikubali kukutana tena unaonyesha nia ya kuendelea kushiriki, angalau kwa sasa. Dunia inasubiri kwa hamu kuona kama mazungumzo haya dhaifu yanaweza kulelewa na kuwa mchakato endelevu wa amani. Hata asili ya mazungumzo yenyewe inaangazia pengo kubwa la kutoaminiana linalotenganisha pande hizo mbili. Marekani ikiwa na hamu ya kuonyesha sura ya nguvu, inasisitiza kuainisha majadiliano hayo kama mazungumzo ya moja kwa moja. Iran ikiwa na wasiwasi wa kuonekana kama mtiifu, inashikilia kwamba mazungumzo hayo ni ya njia isiyo ya moja kwa moja, huku Oman ikifanya kazi kama mpatanishi. Mzozo huu unaonekana kuwa wa kisemantiki, unaangazia changamoto kubwa ya kuziba pengo kati ya simulizi mbili zinazopingana kimsingi. Marekani chini ya utawala wa Trump Inaona mpango wa nyuklia wa Iran kama tishio la kuwepo, ikiishutumu Tehran kwa kufuata uwezo wa silaha za nyuklia chini ya kivuli cha mpango wa nishati ya kiraia. Iran kwa upande wake inasisitiza kwamba matamanio yake ya nyuklia ni ya amani kabisa, ikisisitiza haki yake ya kuimarisha urani kwa madhumuni ya kiraia chini ya mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia. Tofauti hii kuu kuhusu haki ya Iran ya kuimarisha urani inasalia pengine kikwazo kikubwa zaidi kwa makubaliano ya kudumu. Marekani inataka Iran ivunje kabisa uwezo wake wa kuimarisha urani, jambo ambalo haliwezeka ni kwa Tehran, ambayo inaona dai hili kama ukiukwaji wa uhuru wake wa kitaifa. Iran nayo inataka kuondolewa kwa vikwazo vikali vya kiuchumi vilivyowekwa na Marekani, ikisema kwamba vikwazo hivyo si vya haki na ni sawa na vita vya kiuchumi. Msimamo huu unaopingana kabisa unafanya iwe vigumu sana kupata msingi wa pamoja. Njia ya kufikia suluhu kupitia mazungumzo, ikiwa ipo, itahitaji maelewano yenye uchungu kutoka pande zote mbili. Mkwamo wa sasa hawezi kueleweka pekee yake. Ni muhimu kukiri historia ndefu na yenye matatizo kati ya Marekani na Iran, historia iliyojaa kutoaminiana, ahadi zilizovunjwa na fursa zilizopotezwa. Mapinduzi ya mwaka 1953 yaliyopangwa na CIA yaliongoa waziri mkuu wa Iran aliyechaguliwa kidemokrasia Mohammad Mossadegh yanaendelea kutupa kivuli kirefu juu ya uhusiano huo. Miongo iliyofuata ilishuhudia mapinduzi, migogoro ya mateka na shutuma za pande zote, zikiharibu kisima cha diplomasia. Mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja wa mwaka places, jpoa ambao uliweka mipaka kwa mpango wa nyuklia wa Iran badala ya unafuu wa vikwazo, ulitoa mwanga wa matumaini. Hata hivyo, uamuzi wa upande mmoja wa utawala wa Trump wa kujiondoa kwenye JCPOA mwaka clyon ambao ulionekana sana kama usaliti na Iran ulivunja uaminifu huo dhaifu na kuweka msingi wa mkwamo wa sasa. Katika muktadha huu wa kutoaminiana sana, nafasi ya wapatanishi kama Oman inakuwa muhimu zaidi. Oman ikiwa na historia yake ndefu ya kutoegemea upande wowote na uwezo wake wa kipekee wa kudumisha njia wazi za mawasiliano na Washington na Teheran, limecheza nafasi muhimu katika kuwezesha mazungumzo. Shirika la kimataifa la nishati ya Atomiki, IAEA, pia linachukua nafasi muhimu, likiwa na jukumu la kufuatilia shughuli za nyuklia za Iran. Ukaguzi na ripoti za IAEA hutoa wazi muhimu na husaidia kujenga imani. Upitiaji endelevu wa shirika hilo kwa vituo vya nyuklia vya Iran ni muhimu kwa kuhakikisha kufuata makubaliano yoyote ya baadaye. Licha ya kuanza tena kwa mazungumzo, vikwazo vikubwa vinatishia kuyaharibu mazungumzo. Tishio la karibu zaidi linatokana na kutoaminiana kirefu ambako kunatawala uhusiano kati ya Marekani na Iran. Kutoaminiana huku kumejikita katika historia na kuchochewa na miongo kadhaa ya uadui, kunafanya iwe vigumu kwa upande wowote kutoa makubaliano au kutafsiri matendo ya mwenzake kwa nia njema. Kinachoongeza ugumu ni kampeni ya utawala wa Trump ya shinikizo la juu dhidi ya Iran. Utawala huo unasema kwamba vikwazo vikali vya kiuchumi ni muhimu kulazimisha Iran kuja kwenye meza ya mazungumzo na kupata makubaliano. Hata hivyo, wakosoaji wanasema kwamba mbinu hii imefeli, ikiimarisha wanasiasa wenye msimamo mkali ndani ya Iran na kufanya diplomasia kuwa ngumu zaidi. Shinikizo la kiuchumi bila shaka limewaathiri watu wa Iran, lakini bado haijulikani kama litatoa matokeo yanayotarajiwa kisiasa. Kinachotishia mazungumzo ni uwezekano wa hatua za kijeshi. Rais Trump ametishia mara kwa mara kutumia nguvu dhidi ya Iran ikiwa diplomasia itashindwa akizusha uwezekano wa vita vingine vibaya katika Mashariki ya Kati. Ingawa utawala huo unasisitiza kwamba unapendelea suluhisho la kidiplomasia, tisho la hatua za kijeshi linaongeza kipengele hatari cha kutokuwa na uhakika katika mlinganyo huo. Njia iliyo mbele imejaa hatari. Mizigo ya kihistoria, simulizi zinazokinzana na ukosefu wa uaminifu hufanya mafanikio kuwa magumu kuyaona. Hata hivyo, kitendo chenyewe cha kuzungumza, japo kwa tahadhari, kinatoa mwanga wa matumaini katika mazingira ambayo hayana matumaini. Matokeo yake ni muhimu sana. Matokeo ya mazungumzo haya yatakuwa na athari kubwa, sio tu kwa Marekani na Iran bali kwa mashariki ya kati nzima na kwingineko. Dunia inatazama na kusubiri, ikitumaini dhidi ya matumaini kwamba diplomasia itashinda. Irani inazijua fomula za vita karibu Bi Mizozo, tupashe haswa nini kinachoendelea huko. Ya wataalamu wa kijeshi wanafikiri kwamba Irani inaweza kuwa tishio linaloongezeka katika Guba ya Wajemi. Meja Jenerali Hossein Salami, kamanda wa walinzi wa mapinduzi wa Irani, amesema Irani haitaanza vita, lakini iko tayari kwa mzozo wowote wa anadai. Irani inajua njia za kuwashinda maadui zake na itasimama imara dhidi ya vitisho. Salami pia alisisitiza utayari wa Irani kwa operesheni za kisaikolojia na kijeshi akisisitiza kwamba hawatarudi nyuma hata hatua moja. Aliwashutumu maadui zao kwa kujaribu kuilazimisha Tehran kwenye kona, lakini akasisitiza kwamba Irani iko tayari kwa mapambano ya kijeshi na vita vya kisaikolojia. Alielezea udhaifu wa Israeli akidai kwamba Irani inaweza kulenga maslahi yake yaliyoenea. Kulingana na Salami, Irani ina vifaa na mipango muhimu ya kuishinda Israeli licha ya kuungwa mkono na Marekani. Salami alitaja operesheni Ahadi ya Kweli ir na, na dude kama uthibitisho wa uwezo wa kijeshi wa Irani. Alidai makombora pp1 yalifika katika eneo la Israeli yakipita mifumo yao ya ulinzi wa makombora yenye ngazi nyingi. Operesheni hizi zinazohusisha mamia ya makombora ya balestiki na ndege zisizo na rubani zilionyesha uwezo wa Irani wa kupiga kwa usahihi vituo nyeti vya kijeshi na ujasusi vya Israeli. Kadri hali ya wasiwasi inavyoongezeka, ujumbe wa Irani uko wazi: wako tayari, wamedhamiria na hawatarudi nyuma. Endelea kufuatilia kwa taarifa zaidi kuhusu habari hii inayoendelea.